Leo kaka ee, sasa hizi bwana, sawa kabisa. Naendelea na ile program bwana, nimeshafanikiwa kutengeneza antidote ya huu ugonjwa lakini sasa nataka nikwambie jambo moja. Unanisikia vizuri? sasa hii program hii tunatakiwa tuwe makini sana katika mipango yetu hii e. Ina maana tuwe makini kwa sababu adui zetu wakijua haya mambo basi hiki kirusi kitaenea nchi nzima na ugonjwa utapata shida sana katika taifa letu. Umeelewa? Sawa kabisa. Sasa mimi nafikiri tuonane jioni.